Msikilizaji aliuliza je, hichi ni kipimo cha kuhesabu wiki? Nasema ndio, ndo chenyewe ndoo ambacho kinasaidia kuweza kutambua huu ujauzito una wiki ngapi au una miezi mingapi. Kwa hiyo kipimo sahihi kama alivyouliza, anauliza je, unaweza kugundua ndani kuna jiwe mimba imekufu, nimekaa muda mrefu mtu ha, ha, ha, hajajijua kama ana hii ana mimba, lakini nimekaa hapo muda mrefu, lakini lakini siku ya kupima ikawa mimba kweli, si ndio? Eh, siku ya kupima ikawa mimba kweli, yani hakujua tu ipo tu ye, ipo tu lakini, lakini... siku anapima akaambiwa ana mimba kweli. Kama iko vipi? Labda iko hivi Unakuta mama mjamzito ana dalili zote za ujauzito mm. na yeye mwenyewe anajiamini, anahisi na anajiamini kwamba ni mjamzito, na vita hata mm. miezi mitatu mwingine mitano mm. sio mimba ya jiwe research mm. sisi tunasema ni molar pregnancy. Sidhani kama ni ambao anakusudia ambao kwa Kiswahili wanaiweka wanaita mimba zabibu, yaani okay. Unakuta mtu ana dalili za ujauzito, tumbo sometimes ni kubwa mm -hmm. yeah. Hao ni siku nani, siku zake zake. Okay. Lakini Okay. Nah, ukifanya kipimo cha ultrasound unakuta kuna hiyo mwana pregnancy, si? Au mimba, sababu anakuwa na mimba, eh, si sema ni mimba yaani. Okay. Ni kama ni mimba, lakini hakuna mtoto na hiyo mimba hata akae miaka mingapi, kwa sababu si ndio hiyo. Eh, kwa hiyo na huwa yanafanywa uh, matibabu yake ndio nakuwa linatolewa, yakitolewa yanatoka ma

kwenye urinary bladder yani, kibofu cha mkojo, kuna zile ambazo zinaita stones ndonkana mm. hizo ah, ndio hapo kwenye GB huko yeah. kwenye kidneys ah, lakini kama ni kwenye uzazi, ni kwenye uzazi hapo, mimba inaitwa zabibu, mimba za oh, kwa okay, Kiswahili so ama mole pregnancy kwa kitaalamu zaidi okay. Yes, anasema je, ye, kufanya kipimo cha <coughs> moyo kinahitaji kunywa maji? Hapana, sio kila kipimo cha ultrasound kinahitaji kunywa maji Uh, asilimia kubwa uh, tunashauri mtu kunywa maji, tunakuwa tunafanya kipimo cha pelvic mm. yaani chini tumbo la chini okay, kitofu either kwa wanaume mm. uh, au mwanamke mm. tuna au sometimes hata abdomen pia, kwa kawaida ilikuwa tuweze kupata zile peristalsis movement mm. za hiyo peristalsis, sasa hapo sasa <laughs> Ndo mawimbi mlikokuwa mnayasema au, uh, yani ule utumbo kuwa unamengenya okay. una, una, una au kuwa unatembea, kuweza kuuona, uh, maji yanaweza okay. kusaidia kwa hivyo uh -huh. Lakini pia kwenye hiyo ishu ya pelvic chi, ya tumbo la chini uh -huh. Tunashauri shauri kunywa maji kwa sababu anapokunywa maji ni rahisi kupata mkojo mm. Na anapopata mkojo, kile kibofu cha mkojo kinakuwa kinatanuka ama kina distend mm-hmm. Tunasema kile kibofu cha mkojo ndio tunaita ni, tunasema ni window, kwamba tukishakiona kibofu cha mkojo tunajua sasa mbele yake tutaona structure gani, ni rahisi kuiona mfano okay. okay. kwa mwanamke tukishaona kibofu cha mkojo tunajua kabisa mbele yake tutakutana na uterus ama kifuko cha mzazi. Tukienda pembeni kushoto na kulia, tutakutana na yale mayai yake ama ovari. Lakini kwa mwanaume tukishakiona kibofu cha mkojo, tunajua mbele yake tutakutana na nini? Na prostate. Na ndiyo maana tunakuwa tunashauri kwa sababu kibofu kinapokuwa hakija distendi Tumaya, yani inakuwa ni challenge, ni shida ngumu kwa ile eh, unaweza okay, kuona tu manyamanyama nyama. Sasa kuna ah, iki ni nini ah, sasa eh, hapo kuna maji, kibofu inakuwa mm, rahisi mm -hmm. kama alivyo tangulia kusema kwa sababu pale kunakuwa ile mkojo na asili ya maji mm, kwa unakuwa unatoa kama posterior posterior enhancement, yani kama mwiliko wa tochi, kwa hiyo kwa mbele yake inakuwa ni rahisi kuziona structures ambazo ziko mbele yake.